Dada Jackie Bwana Yesu asifiwe. Amina sana. Hongera oh, sana kwa kupendeza, siku ya pili ya leo. <laughs> Asante sana. Mwenye umependeza. Nzuri kabisa, mm. Kibali cha Mungu na hatima yako, kibali cha Mungu na hatima yako, uh, ni fundisho ambalo linahusu kukubaliwa na Mungu, linahusu upendeleo wa Mungu, linahusu kibali cha Mungu kwenye maisha yetu. Kila mmoja anahitaji kibali, awe mfanyabiashara anahitaji kibali awe mfanyakazi anahitaji kibali, awe mkulima anahitaji kibali, na hata mteja unahitaji kibali. Kwa hiyo kila mmoja tunahitaji kibali cha Mungu katika hati, na leo umeamua kutufuatilia uh, ili uweze kujua ni kitu gani ambacho alielezea kweli. Wewe huko uliko, kila mtu ana baraka zake, na kila mtu kuna sehemu ambako amefunguliwa. yeah. Yeah, na tukwambie tu ukweli kaidi, tumwambie mtazamaji kwamba baraka zipo kwa kweli baraka zipo, ni namna gani ya kupata hizo baraka zako. Sasa enda pamoja nasi, endelea kutufuatilia kwa sababu tutakupa ni namna gani huyu mwalimu alisema baraka zinafunguliwa. Kiukweli sisi mm. hapa tunakuonjesha tu kidogo yale mm. ambayo tumeokota kwa wiki hii hapa mm, lakini usisahau kutembelea YouTube channel yetu ya KKKT Ebenezer Shinyanga mm, utakuta pale ibada zote za semina zilikuwa zinaruka live kupitia YouTube channel yetu pamoja na Facebook, lakini pia tembelea mtandao wetu wa Instagram, mtandao wetu wa kijamii, tuandikie pale maoni yako wewe, usisahau kulike share pamoja na ku comment yeah, katika kabisa mitandao yetu yote mm, hiyo. Kwa kweli kwa hiyo, mpenzi mtazamaji, hizi baraka zipo zipo zipo, sema tu kuna watu ambao uh, katika ulimwengu mwingine wamezichungulia mapema, na ukienda pamoja nasi, ukiendelea kufuatilia chaneli zetu hizi, utaona ni namna gani baraka zako zinafunguliwa. Yawezekana jinsi ulivyo, sivyo ulivyo, kwa sababu ya watu ambao wameweza kufunga hizo baraka zako. Mungu ametuachia baraka nyingi sana, usione kwamba mambo hayaendi vizuri mimi nimekwama, hapana, baraka zipo, ila kuna watu ambao wametangulia kuziona baraka zako na wamezifunga, aidha wanawaza ukizipata hizi baraka unaweza ukawazidi kitu fulani, unaweza ukawa. Na ukiangalia, baada ya hapo Esther alifanya nini? Alikuja kuwa mtetezi na mkombozi wa taifa. Hakika na hilo ndilo lilikuwa kusudi. Mpenzi mtazamaji unayetutazama leo, usikate tamaa, kibali chako kipo na Utakapopata hicho kibali, Mungu akikiinua akikifunua, kibali cha kupata pesa, ukaikomboe familia yako, usitumie hizo pesa kwa ajili ya anasa. Usitumie, piga pamba zako vizuri, mm, mm, perfume mm, yako mm, nukia vizuri mm, ili mtu aseme kwamba ah, yule ni mtumishi wa Mungu kabisa. ah, ah, mtumishi wa Mungu mbona amechakaa, mbona amechoka, mbona yeah. Unatakiwa upendeze ung'ae ndani ya Yesu kwa sababu mm, wote tunaishi tuna ndani ya Yesu tuna baraka na tunapaswa kung'aa, tuneneve mpaka wao wenyewe mm. washangae. Na alisema na, na, kwamba huko mbinguni unajuaje, kama kuna kung'aa, kuna kunywa juisi kule kule, ni kuimba, kuabudu na kusujudu. Huku duniani, mwalimu amesema, tunakula na kuvaa vizuri. Kwa hiyo hizo ni baraka ambazo tayari utakuwa umezirejesha. Ukirejesha baraka zako ambazo watu walizichungulia kwa mbele, basi utang'aa lakini pia dada yake, tukuwa tuna maombi mm. baada ya masomo yote tukuwa tunapata maombi mm. We. Mm. Mm. ni nimeona watu mm. wakifunguliwa, watu wamefunguliwa lakini, na watu walikuwa wengi kaidi mm. mimi watu sikutegemea, watu walijaa kiukweli, lakini mm. pia kuna, kuna watoto walifanyiwa maombezi hapa yeah walifanyiwa maombezi maombezi ili kuweza kukomboa zile baraka zao ambazo zilikuwa zimechukuliwa mm. na maadui, na maadui na na eh, ni wengi ndio hao yeah. wanaochungulia oh, kwenye ulimwengu yeah. wa kiroho wanachungulia. Kwa baadhi ya watoto ambao walihudhuria siku hiyo walifanyiwa maombezi na mtumishi wa Mungu Aaron Ulaya yeah. kwa kweli Mwalimu Aaron uh, tunasema una baraka zako. Yaani wewe wewe, kama ulivyosema hapa, ndo pakunywa paku supu pakula chipsi. Kwa kweli, huko mbinguni utaenda kuimba i say, wakisema. mm. leo hii wangapi? Mwalimu Aroni Ulaya arudi tena kwa mara nyingine tena, mi wa kwanza kwa kweli. Kwa hiyo na mtazamaji wetu tumwambie kwamba asisahau kuenda kushare kulike, kucomment kwenye hizo naam. uh... bado tuko live kupitia YouTube channel yetu ya KKKT Nyanga lakini pia usisahau kutembelea katika mitandao yetu ya kijamii Facebook pamoja na Instagram kwa kutumia jina hilo hilo la KKKT Ebenezer. Dada Jackie, narudi kwako, karibu kioo kingine kinachofuata. Yeah, ni ibada ya Jumapili. wow. <laughs> sio siri nimebarikiwa na ibada ya leo kwa kweli, ibada ya leo ilikuwa ni mibaraka peke yake, mibaraka peke yake. Yeah. lakini pia tusisahau alikuwa mchungaji kiongozi mchungaji mm. Mkiramweni pamoja na mchungaji Tito Obedi. Lakini mwalimu na akisindikizwa. Umekuwa MC siku hizi. Wakisindikizwa na siku hii ya Jumapili. Kabisa. Na mpenzi mtazamaji, kanisa letu la KKKT Ebenezer Shinyanga um, tunakukaribisha sana kila Jumapili kujumuika pamoja nasi kulingana na muda ambao tumekutajia hapo kaka Eddy. Ibada ya leo umeionaje? Ibada ya leo kwa kweli ilikuwa yeah, kwa kweli hiyo ni mibaraka ah na... tunasema nini? Tunasema kibali. Kibali alichopewa na Mungu tangu yeah. huko yeah. na yeah. pia kaka Eddy, uh, bila kusahau hivyo kwamba uh, tulikuwa na kwaya zimetubariki sana. Mm. Kwaya Upendo, Kwaya Upendo, Farijika. Na... kwa kweli wana, wana, wana baraka nyingi ambazo wametuachia uh, kama unakumbuka wameimba wimbo mmoja ambao kanisa Ma... zima lilikuwa linashangilia <laughs> sijui hata kama wamesikiliza maneno lakini mimi nimesikiliza: maisha bila Yesu ni bure Sijiwezi, sijiwezi, sijiwezi. ijwumepata kumbe, kasauti ka, kapo. Aa, unajua mi ni mwajaji kasauti ka, kapo. <laughs> anajaribu kunishawishi lakini, sasa mimi ah, mimi sauti yangu tabikia kwa kitangazaji tu, kwa hiyo <laughs> kaidi, hawa watu kwa kweli wametubariki sana. Na mpenzi mtazamaji, kwa kweli maisha bila Yesu siyo kitu, na maisha bila Yesu huwezi kufanikiwa, baraka zako zote zitakuwa zimefungwa na itakuwa ni bure. Kwa hiyo kabidhi maisha yako kwa Yesu, hakika utaona baraka zake na Amen. bila kusahau praise praise yeah. bana praise niliona moto wako niliona moto wako <laughs> nikasema, acha nikana dada Jackie, karibu hapa ili niweze kunyapinyapia baadhi ya matukio madogo kutoka kwako ambao nitakuja kuyasema hapa hapa. Kuangalia bariki oh, kuangalia, kuangalia sasa mimi <laughs> nikataka <kucheka. laughs> pale. Yaani una, unajua walivyosema mgeukie, okay, jirani yako afu umbariki, unahisi kama baraka zote ajani nyie watazamaji kuhudhuria ibada na kiukweli praise ilikuwa imechangamka sana, sana, sana. Na, sana mm, siku ya leo mm. Sasa kuna tukio moja mimi ambao nilishuhudia siku kama ilipatikana kama, kama, ile tukio sijajua mtumishi mm, mm. Aaron Ulaya mm. Bwana alikuwa narudi pale mbele pale, kasema kasema, sasa unajua ile unanyapia tukio huku sasa nikasema simu yangu yangu hapa. Maana Go. Sasa na mimi naonekana huko yeah. Kwenye kwa mitandao. Unataka kusema kwamba na watumishi wamebarikiwa. Wamebarikiwa sana, yeah. Wamebarikiwa sana na, na praise wametubariki. Yani, Mungu awazidishie ule yani, Mungu azidi kuwainua muda ambao wanaotumia mm. Kwa ajili ya kutuamsha, kwa ajili ya kutuamsha yeah. Mungu akapate kuwabariki sana yeah. Lakini pia tuko tuna mavuno. Ya, mavuno kwa kweli nimeona kwa kweli kila jumuiya, ina inajitahidi kutoa mavuno na ukiangalia, ni tangu tuna wiki mbili tangu tumeanza kuleta mavuno, na mpenzi mtazamaji, na mbili Mungu anakuwa ametubariki vitu vingi. Kwa hiyo kati ya vile ambavyo umebarikiwa basi chukua mletee Bwana, mtolee Bwana sadaka, mtolee Bwana zaka iliyokamilika, naye atakubariki kutoka kwenye hiyo zaka yako kina Kaini. Yeah. mm. mm. na abi.